Naitwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya ya Morogoro. Leo tarehe 21 mwezi wa tano mwaka 2025. Nimekuja katika msitu wa Kimboza uliopo katika kata ya Kibuke tarafa ya Kuyuni. Nina madhumuni kuzindua rasmi zoezi la upandaji miti kwa wananchi, lakini mahususi katika msitu wetu wa hifadhi wa Kimboza. Nia na madhumuni tunafanya hivi, hii misitu yote ya asili ni, ni urithi wa Watanzania ambao tumerithi, lakini tuna wajibu uh, kutunza urithi huu ambao tuliokuwa nao. Liko wimbi kubwa sasa hivi linatokea uh, kwa ajili ya kukata miti hovyo kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kawaida, lakini wengine wanafanya shughuli za kibinadamu katika misitu hii, wengine wanalima na wengine wanapeleka ng'ombe kwa ajili ya mifugo. Nitoe rai na nitoe msisitizo kwa wananchi wote uh, wa Morogoro tu kwamba tuendelee kuilinda misitu yetu ya hifadhi na tusifanye shughuli zote za kibinadamu katika misitu hii. Kwanza tunaathiri na kuua vyanzo vya maji katika maeneo yetu, tunafahamu lazima na ni wajibu wetu kulinda uoto wetu wa asili, lakini kama taifa tuna mipango mikakati, ambayo tunaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutumia nishati safi ya kupikia, nia na madhumuni, lazima tulinde uoto wetu wa asili. Kumekuwa na changamoto kubwa katika uh, wilaya yetu ya Morogoro ya watu kuchoma moto kipindi ambacho wanaandaa mashamba. Hili jambo halikubaliki, si sawa. Tunaumiza uoto wetu wa asili, tunaumiza misitu yetu na tunaumiza vyanzo vyetu vya maji. Tutoe rai kwa wanamorogoro wote, tuache mara moja tabia hii, kwani kufanya hivyo ndo tunajiumiza wenyewe lakini lipo, uh, lipo kundi lingine ambalo linakata miti hovyo na linabeba mikaa kwenye pikipiki. Niseme wale watu ambao wote watakamatwa kwa ajili ya kubeba mikaa kwenye pikipiki wasije kwenye ofisi za mkuu wa wilaya, kwa sababu sheria lazima ifate mkondo wake. Na nitoe rai vijana wenzangu na watu wote ambao mnafanya kazi hizo za kubeba mikaa kwenye bodaboda, hilo jambo halitakiwi na haliruhusiwi naenda kinyume na taratibu na sheria, na mkifanya hivyo mtashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Asante sana. Mimi ni muhifadhi wa misitu wilaya. Siku ya leo tulikuwa na uzinduzi wa aa mazingira

kituo cha kilimo Morogoro tumefanya hivyo nay met mni waziri Kibena, diwani wa tarafa ya Mkuyuni, nineetokea kata hii ya Kibuko, kijiji hiki cha Marazi. Mimi ni mzaliwa wa hapa wa kijiji hiki cha Marazi. Tutafanya mikutano kila kitongoji, kwa sababu msitu hu msitu umezindua na vijiji vinne Mwarazi eh, nani, Changa, Kibangile, Kiremera, tuko tayari kwenda kufanya mikutano ili kwa ajili ya kuziwia moto ili msitu wetu uwe na madhari nzuri. Mradi huo unadhamiwa shirika au programu ya mfuko mdogo wa ruzuku duniani. Kwa hiyo hapa kazi tunayofanya ni kuotesha miti Mbubu. Maeneo yaliyoharibiwa sana na maeneo yanaharibiwa namba moja kwa moto, namba mbili watu kukata miti hovyo, namba tatu kuna miti vamizi aina ya Misedelea. Miti hii inafanya kazi ya kuichonga na kuiua hapo ilipo. Ukiukata tu unachukua sana, hauwezi ku lakini pia ukikata ukianguka unatengeneza gap kubwa ambapo ni uharibunauharibu ukiwa hapo ulipo, hasa kabla haujatoa maua. Mti wa msederea choyo sana, maharibu miti yetu adimu, miti adimu kama miti ya kahawa ya Kimboza, miti adimu kama kola kimbozensis kirea kimbozensis na mti ambao unaitwa uh, mkonge pori andano silabaiensis ambako unaweza ukaiona hapa. Huo ni mti ambao ni makazi ya mjusi anayepatikana hapa tu. Ndugu waandishi, hayo iona hiyo ndo mkonge pori. Mkonge pori ndipo wanapesha hao wa mjusi. Watu wanatoka duniani kote a Tanzania kwa ajili ya kua, lakini pia pande muhimu kwa ajili ya bainiwa katika msitu wa Kimboza, msedelea unachukua asilimia sitini na saba. Kifupi hamna mti maarufu kwa sasa kama huu. Kwa hiyo kampeni tuliyoanza ni kuanza kuua ikiwa mchanga, kabla haijaanza kuzaa mbegu, kwa sababu mti mmoja huwa una una mbegu na tunasafiri a kwa hiyo ya kwanza, kuondoa hiyo ni changa na kuja na wanafunzi na wananchi kuingua inayoota na ile tunaichonga. Ya pili ni tunafata ile mikubwa inayotoa mbegu kabla mbegu hazijakomaa umasa, na kutoa elimu kutoa elimu. elimu kwa wananchi taka kuotesha sedrela wawe mbali, angalau kilomita tatu kutoka hifadhi hii au msitu huu ni msitu mwalimu ambao unatuelimisha mambo mengi pia SUA, labda chuo hiki cha SUA kina kinatusaidia masuala ya kilimo tu? Hapana, kumbe kuna kule SUA, kutokana na kazi nilizokuwa nafanya, kuna vitu vingi sana ambavyo vinatengenezwa SUA. Hata hivi leo wamekuja wanafunzi wa SUA Kweli SUA hongera na SUA ni oye, SUA oye. Kwa elimu tunapata vingi ambavyo hatukutarajia, kwa niaba ya wenzangu. Kwa hiyo SUA iwe mbele daima. Pia kwa maoni yangu, nikijali swala la elimu, huyu Kimboza ametupa elimu ya kuelimisha mambo ya maisha ya baadaye tunaomba hata wao watoto wa shule ya msingi wawe wanakuja hapa, pamoja na kwamba mimi nimeacha kazi, niko tayari kuwaelimisha mambo ya humu Kimboza. Kwa hiyo wanafunzi kuanzia shule ya msingi, sekondari, vyuo na sehemu tofauti tofauti, pamoja na wageni wa nje. Kwa hiyo naomba ikiwezekana, tuwakaribishe wanasomesa waje kuangalia msitu wetu. Kama vile sasa hivi tunaye mzungu mmoja ambaye anaitwa Pita wa kutoka Ujerumani. Yeye ameamua kuotesha miti asilia na kugawa kwa wananchi, lakini pia ameanzisha shamba kwa ajili ya kujenga ya, eh, ya kupanda miti asilia tu. Kwa hiyo tunamshukuru sana huyu mzungu Pita akiambatana na Chazi Kilawe wa kutoka SUA. Jamani, SUA oe, SUA inatu, inatuinua Chazi hakosi kila siku, anaacha mambo yake ya maisha anakuja kutuboresha hapa Kimboza na vitu vyake vinaonekana. Kwa kweli tunamshukuru sana Chazi Kilawe, Mungu ampe zawadi ya afya njema ili aweze kuendeleza Naitwa Miriam Mwashoma ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza ya misitu kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine. Ah, sisi hapa kama unavyotuona ni wanafunzi wa wote wa mwaka watatu kutoka pale Sokoine University of Agriculture na tupo hapa kwa lengo la kupanda miti. Lengo la kupanda miti ni kwamba kuna baadhi mi ya spishi ambazo zipo hapa, ni mijusi ambayo inapatikana tu hapa duniani kote ma habitati yake inaharibika, hivyo tupo kwa lengo la kupanda miti ili tuweze kurudisha hiyo habitati yo mjusi ambayo inawezekana kupotea. Jina linaitwa dazi upa. Ni mwanafunzi wa SUA mwaka watatu. Wa shughuli ambalo tunaifanya ni upandaji wa miti katika eneo letu la Kimboza lililoko Morogoro. Lengo ni ili kuweza kurestore au ningeweza kusema kubadilisha ku, kuongeza thamani ya hiyo eneo ambayo ilipotea. Ambayo hii thamani inaongezekaje? Kwa kupanda eneo letu ambalo limetokea li na majanga tofauti tofauti, kama shughuli za kibinadamu zilizopelekea moto, kulima, na pia upandaji miti ambayo, kama hivi mnavyoona, kuna main purpose ni tunaweza kurestore mazingira ya mijusi inayojulikana kama blue gecko ambayo hiyo mijusi imekuwa invasive sana, inapotea kutokana na shughuli tofauti tofauti zilizopo hapa zinazofanyika. Ili kuweza kuirudisha ile mijusi na kuweza kuistore zile habitat, ndio tunapanda hii miti ili ile mazingira yao yawe favorable.